Ivakul kwanza niamaza kidogo, tunaelimisha jamii na bwana. Salamu alaikum. Video hii natuma na najua itafika kwa watu mbalimbali na kwenye hali tofauti tofauti, lakini ninachoelezea hapa ni swala zima la utapeli visiwani Zanzibar, mambo ambayo mwanzoni hayakuwepo, lakini kutokana na michanga kuchanganyika kwa watu kutoka maeneo mbalimbali, sasa hivi ndo anatokea na kwetu sisi, haturiziki na hii hali. Kwa hiyo hii chupa aro, kuna mambo yangu katoka zake uko darajani pale jumba la treni, kanunua hii, kaja anajisifu, huko sita kule Madukani elfu sita kule elfu nne kwa machinga wale pale wa darajani. Nikamwambia hii arrow umenunua kwa machinga. Akanambia eh. Akanambia ah, basi subiri. Niangalie kwa sababu najua mimi wale jamani, wanajifanya wajanja. Si wajanja, ila wanajifanya wajanja. Kwa maana hiyo, nikaenda kuiangalia chooni, nikaimimina ile chao. Nikamwambia, na wewe unaona? Nikamwambia hii aro naonesha hivi, na kaida ya aro unapoitia sehemu inatoa moshi na inakupalia, na rangi yake pia huwa inafanana na hii chupa, sababu natumia tumia sana kama nayo kuangalia. Nikamwambia humo sijui kaujatila maji, na si uongo, si uongo, nimeingia chooni nimemimina aro, na hii hapa ni maji hasa, maji maji hao uzaji wapo kila leo darajani pale jumba la treni wanauza bidhaa tofauti sort tofauti okay, ukiachana na hiaro lakini kuna siku pia niliwahi ku- kuchukua chokoleti pale ikiangali, ikiangalia kutokana na hadhi ile ya chokoleti si ya bei ya elfu moja la elfu mbili unajua saa hizi za elfu kumi humo lakini wao wanakuuzia kwa bei ya elfu moja Nikasema subihi, acha nichunguze, nachunguza date. Ikiwa hapa tupo 25 tano, basi ilikata ili kama 24, nne ishirini yani na tatu ishafika mwaka tayari kutoka. Lakini si hivyo, kuna bidhaa nyingi ambazo pia wanauza hazipo kwenye uhalali na, hazipo na hazipo uzuri kwenye matumiaji ya binadamu si nzuri kwa kutumia. Kwa maana hiyo hapa, utakayeona mwelimishe mwenzako na, na itakapofika kwenye sehemu husika bila shaka watachukua hatua. Nadhani shere kwa kuepusha mengi tu, kwa sababu inaibua vitu vingi sana. Elfu nne si ndogo kumpa mtu, halafu akakutilia maji ya hapa mwenyewe. Umetarajia kwanza mzigo umetoka na huko unashika. Natumai mashirikiano yatakuwa mazuri na tusiingize usiasa katika hili.